Uh, maji yamejitenga na mafuta. Uh, waliotangaza bure wamejitenga kwenye kwenye kwenye eneo lao, na sisi tuliotangaza kiingilio tumejitenga kwenye kwenye eneo letu. Kila mtu anaithaminisha bidhaa yake na kuipeleka sokoni. Wenzetu wamethaminisha bidhaa yao, wakaona ni bidhaa ya bure, wakaenda kutangaza bure. Sasa huwezi kuwalazimisha, huwezi ku wenyewe wenyewe, wenye timu yao wameona hii timu haiuziki popote hii timu hakuna mtu anaweza akalipa kiingilio akamwone boyeli. Hii timu ni ya thamani ya bure, wakaamua kutangaza bure. Sasa watu wahivyo, huwezi huwezi kuwalazimisha kuwa, kuwa. Kwa Simba Sports Club, sisi tumekaa tukaithaminisha timu yetu tukaona timu yetu inafaa watu kuingilia kuingia kwa kiingilio kwa sababu huwezi kwenda kumuona bure Jonathan Soa, huwezi kwenda kumuona bure Kibu Dennis Prosper, huwezi kwenda kumuona bure Neo Maema, huwezi kwenda kumuona bure Selemani Mwalimu. Kwa sisi tulikaa tukaiangalia thamani ya timu yetu, tukaangalia thamani ya bidhaa yetu, tukasema hii timu yetu sisi mtu kuiona anatakiwa alipe shilingi laki mbili na elfu hamsini. Watu wamelipa laki mbili na elfu hamsini kwenda kumuona kwenda kuwaona wachezaji wa Simba. Unataka kumuona Nabi Kamara lazima ulipe laki moja na elfu hamsini wende ukamwone Nabi Kamara. Kwa hiyo ni thamani ya bidhaa yetu. Na wenyewe wamekaa wakatathmini, wakaangalia bidhaa yao, wakaona hii bidhaa haiuziki Wacha tuipeleke bure kwa, wa, kwa, kwa walaji wetu walaji, waende wakajiokote, waka na. Pamoja na bure hiyo hiyo bado wana, wanapita kuhimizana watu waje uwanjani kwenye hiyo hiyo bure, bado wanapita wanahimizana watu waende uwanjani. Yaani pamoja na hiyo bure bado imedoda watu wana mashaka na bidhaa yao, bado wanafanya na hamasa. Sasa sisi Simba Sports Club ni timu kubwa Afrika, ni timu kubwa Tanzania, ni timu yenye thamani kubwa. Bidhaa yetu sisi ni bora mno, wachezaji wetu sisi ni aghali mno, lazima mtu aingie uwanjani kwa kiingilio, lakini sio utamaduni wa Simba Sports Club kwa maana ya mashabiki ku, kulilialilia vitu, vitu vya bure ama kuombaomba vitu vya bure. Wao mashabiki wa Simba ndio wanaotaka viingilio na tunawekea viingilio na wako tayari kutoa kiingilio cha aina yeyote ile kwa ajili ya kwenda yeah, kuishangilia Simba yao kama kawaida. Eh, King Faida atakuwepo uwanjani siku hiyo kwa ajili ya kuburudisha na itapigwa embe embe dodo pale, wimbo wa taifa watu wataruka vibaya mno. Yani kimsingi ni kwamba Mwanasimba, huna sababu ya kukaa nyumbani siku hiyo, huna sababu ya kubaki kwenye tv yako kwa sababu unakosa uhondo na raha kubwa kweli kweli ambazo zinapatikana only Benjamin Mkapa, tena only Simba Sports Club akicheza, ndio boss. Mara ya mwisho muda kwa ulisema kuhusu Musa Kamara. Kamara amefanyiwa vipimo e, hii leo, na tunasubiri majibu kutoka kwa, kwa, kwa madaktari ili e, yatuelekeze anatakiwa kufanyiwa vipimo vya aina gani. Kwa hiyo tunasubiri majibu na baada ya hapo tutawaambia anahitaji matibabu ya aina gani, kama ni upasuaji, kama ni vidonge, kama ni kuchua, kama ni nini, tutawajulisha, na baada hapo atarejea katika majukumu yake. Kama kuwekwa kwenye orodha ya wachezaji kumi ni rahisi basi, na wachezaji wa vilabu vingine wangewekwa vile vile. Ukimwona mchezaji amewekwa kwenye orodha ya wachezaji kumi bora Afrika, huyo tayari ni mshindi. Kwa hiyo Shomari Kapombe tayari ni mshindi baada ya kuwekwa kwenye ile orodha tu. Sasa sio kila mtu anawekwa kwenye ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho msimu uliopita, pamoja na chani yake humo humo. Wachezaji wangapi wameshiriki? ni wachezaji wengi wame, wame, wameshiriki kwa nini amewekwa Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania na Afrika Mashariki? Kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao kwao. Sisi Simba Sports Club tunajivunia pakubwa mno Shomari Kapombe kukaa kwenye ile orodha, na hatuishii kujivunia tu, tunamhesabia kuwa ni mshindi wa tuzo ile kwa kufanikiwa kukaa pale, kwa sababu sio rahisi hata kidogo. Ingekuwa rahisi ingekuwa rahisi na wachezaji wa timu nyingine wangekuwepo, ungeona pale wachezaji wa timu nyingine na wenyewe wapo, lakini unamuona Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania. Kwa lugha nyepesi, Shomari Kapombe ndiyo mchezaji bora wa Tanzania tunapozungumza. Shomari Kapombe ndiyo mchezaji bora wa Tanzania tunapozungumza hapa kwa sababu ameteuliwa na CAF, anawania tuzo ya mchezaji bora wa CAF. Na Tanzania ni mwanachama wa CAF automatic, Shomari Kapombe ni mchezaji bora wa Tanzania. Na sio tu mchezaji bora wa Tanzania, ni mchezaji bora wa ukanda wa Afrika Mashariki na kati hadi kusini mwa jango la Sahara kuelekea mpaka kwenye huba ya Uajemi. Shomari Salum Kapombe, hakuna wa kumfikia. Sio rahisi kila mtu akaweza kukaa pale. Ingekuwa ni rahisi nno, ingekuwa ni rahisi sana, wangekaa pale, sijui umenielewa eh? Kwa sisi tunajivunia Shomari Kapombe, tunamfurahia Shomari Kapombe na tumeshamtangaza sisi. Sisi ni wale watu ambao huwa hatusubiri mwisho ufike. Sisi tumeshamtangaza Shomari Kapombe ndiyo mshindi katika kakile kinyang'anyiro, na tunamwambia kila laheri, azidi kuperform na kufanya vizuri ndani ya Simba Sports. Lakini sisi sio malimbukeni wa tuzo za KAFU. Mwaka juzi tumechukua tuzo ya goli bora la KAFU likifungwa na Pape Osman Sako, tikitaka moja nusu baisikeli hivi, aliwafunga RS Berkane, goli la goli kali vibaya mno. Al Ahli asikimose. Sasa mnakumbuka? Kumbe kwa sisi, haya ndio maisha yetu ya vinyang'anyiro vya kuwania kwenye maswala ya kafa. Kwao na Shomari Kapombe ametotoa kimasomaso, tunamfurahia na tunajivunia yeye kweli kweli. Kama kuna mtu yoyote anameza, mwambie na wewe weka mchezaji wako hapo mara kwa mara kumara, manake ni udhaifu huo, kwa sababu ya mashindano kila mwaka yapo. Kuna, kuna, kuna mwaka haijachezwa ligi mabingwa Afrika eh? Sikila mwaka upo hasa, mbona wenyewe hawaingi eh? Eh, ni mambo ya riziki haya. Umeona sasa, goli la goli bora ambalo Simba tulitwaa kupitia Pape Osman Sako, cross ilitoka kwa Shomari Kapombe. Kapombe hajaanza leo, ni kafu tu ndio wamemchelewesha kumwingiza kwenye kinyang'anyiro. <laughs> sijui wazee wanamwitaga wazandiki. Eh, yeah. Lakini sisi kwa Shomari Kapombe ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 15 na siku 36 bado anakuwa. Eh. Eh, bado hajamaliza? Ukichoka ondoka, ukichoka ondoka. Mhm. Prosper ambaye tumekuwa tukimwona akifanya makubwa kwenye mechi tu za kimataifa lakini kwenye ligi hatapata ile ladha kama tunayoipata kwenye mechi za kimataifa. Haina maana. Kibu Dennis Prosper. Kwanza anatakiwa apate ulinzi Kibu D. Okay. Eh, maana mambo aliyoyafanya kule Eswatini ni, ni mambo ya hatari sana. Kibu ni mchezaji mkubwa na mchezaji mkubwa utamwona kwenye a very big moment, lakini mchezaji yoyote huwa anapanda shuka, kwa hiyo kuna wakati mambo anakuwa hayamwendei sawasawa kama ilivyo kwa binadamu mwingine yoyote anajikuta na struggle, na bahati mbaya zaidi hiyo struggling yake huwa inamkuta kwenye, kwenye, kwenye michuano ya ndani. Lakini baada ya kufunga yale magoli pale Eswatini, um, confidence na morali ya Kibu imeamka sana. Mimi nategemea baada ya kutoka pale tutamshuhudia Kibu mpya kuanzia hivi sasa. Na tarehe 26 utashuhudia, utamwona Kibu mpya kabisa utamuona Kibu ambaye wa hujawahi kumwona. Utamuona Kibu mwenye ubora wa hali ya juu sana, kwa sababu kinachomsumbua, unajua, changamoto ya Kibu, ni mtu ambaye anapenda kufanya vizuri, kwa hiyo ikitokea hajafanya vizuri, huwa inamsumbua kidogo psychologically. Sasa basi, amefunga yale magoli mawili, hata ukimtazama nuru yake imeshabadilika kwa sababu tayari mambo yameanza kuiva kwa upande wake, na nafasi atakazoendelea kupata atazidi kuimarika zaidi. Mimi naamini kabisa msimu huu tumemwona Shomari Kapombe kwenye kinyang'anyiro cha tuzo za kafu Msimu ujao usishangae kumuona Kibu. Dennis gari yake imeshawaka.